Mzee vipi, mbona unatembea kama hivyo? Shida nini? Usinyuze kwa unafiki, yaani mungu apendi kabisa. Unaniuliza hivyo kunichora ili mradi kujua nimeumia vipi au ni oh, yako nini? Oh, unajua mimi sikuelewi mwanangu. Yaani tumekufanyia nini vipi yani? Mimi si tuliachana mimi na wewe ukiwa mzima kabisa. Sasa unasemaje kwamba mimi sijui nimekufanyia nini? Oh, umeanza kuvuta bangi au? Kaka, naomba niache maisha yangu, sawa? Kama umeshindwa kunisaidia kipesa pesa, umeshindwa kunisaidia pia kunipa kazi, unaendelea kazi kama zile. Yaani mimi mnanikamata mnani piga mnafanya nini? Afu sasa tu nakuja kuniuliza unaenda kama ujui hivi, ishu umetokea nini, au ujui umefanya nini, nini, wewe na watu wako, kweli? Sawa, mimi tu naona wewe tu niache, nijue mimi naanga vipi, nipamba niye pesa kwa ajili ya mamangu basi. Oa Miba, hebu basi nielekeze ni nani ambaye akakufanyia hicho kitu. Mwanangu, mimi sitaki story nyingi wala nini, kwa sababu mimi mwenyewe naweza kusebenza vile vile, mwanangu. Afu 26 nao sebenza vizuri tu mwanangu. Oya, nani kakuetea usera hafu dakika za mwisho mimi niambie niende ngamfanyizie mzee. Shida nini? Hapa nilipo mimi na maumivu. Kila pande ya mwili wangu. Ule mzigo ambao nimepewa pale ambao mmenisema niupeleke kule. Njiani na kutana mtu kavaa maski, kaniteka, nakuja kuzinduka. Nimepigwa, nimepigwa, nimepigwa mwisho wa kabisa huko. Jana ndo amvua sura yake na kuja kumwangalia, ni mtu ambaye amenikabidhi mzigo niupeke mahali fulani. Yeye ndo kaniteka. Unamuuliza sababu ni nini? Anakuambia uh, sababu etio nilikuwa napima kama unaweza uvumilivu ukikamatwa na watu usio katutaja wewe, una kweli ya uh, kazi gani kama hizo? Afu unajua kabisa mimi natafuta pesa kwa ajili ya mama yangu, mama yangu yuko hospitali. Uh, mnavyonizungusha zungusha kama hizi, mimi pesa napata wapi au uh, napata saa ngapi hiyo pesa kumtibia mama yangu? Oa kwa nataka kunambia wale washikaji wamekukamata afu wamekupiga au sio? Yaani, oya <tipa> aivani kakupiga mwanangu, oya kakuchezeshee au sio? Yaani ajikuta mwamba kakupigia eh, yani, kakupigia kakupigia ni shida nini yani, hebu ya nielekeze basi vizuri mwanangu, yani kakupiga ya shida nini, kukutest vipi yani? Sasa sikia mwanangu, sasa sikiliza mwanangu. Oh, ameyakanyaga, ah shikaji ameyakanyaga, dakika so, za mwisho ameyakanyaga vibaya, sio? naelewa oya mi ishirini na sita alafu mwanangu mi mwenyewe mi mstaarabu kinoma, lakini deka za mwisho wamekuja kuyatibua mwanangu. Wewe, wanaita mambo ya kise, wanaita mambo ya kisera mwanangu, afu deka za mwisho kwa msera ishirini na sita. Sasa subiri Oya mwanangu, mi naomba tuonane dakika za mwisho mwanangu, mmezingua e, afu mmezingua vibaya. Yani mimi nataka tuonane nikusomee kesi mzee, yani we tuonane. Afu dakika za mwisho utajua kila kitu mwanangu, ulichokifanya Yesu unajua. Afu oa tuonane, mwanangu. Oya mwanangu, we sikilizia bomba mwanangu dakika za mwisho, mimi acha niende nikafanye ninachokifanya, alafu utasikia ni nini ambacho kimetokea. Oya, mi sinaga masiara mwanangu. Oya mi na ki mi na kili, subiri uone. Sauti ya mama bado imo moyoni, lakini maisha yanamlazimisha kuvunja sheria.

Kijungu, naomba ongea haraka haraka, na mission ya kufanya oya, hivi inakuaje, mwanangu? Mnaenda kumteka mshikaji, sawa, mnampa adhabu, mnamfanya kila kitu mnachokijua nyinyi, afu hamjanishirikisha wala nini? Oya, mimi ule mtu mwanangu, nimemleta mimi ujue pale, afu mazingira yenu mnaoleta, ujue mnakuja kuwa mnazingua nao. Ah kwa zingua, nini sasa mmfanyie kile mlichomfanyia shida nini? Kijungu, nadhani wasio mgeni wa kazi zetu unaelewa kabisa, anapoingia memba mpya kwenye kundi letu lazima tumpe majaribio ya kuangalia kama ni mkakamavu, ni mvumilivu wa maumivu, na pia ana ujasiri wa kuficha siri. Kwa hiyo sidhani kama kuna jambo la wewe kulaumwa hapo, mwanangu. Hebu msiniambie basi story kama hizo juu, msiniletee story kama hizo. Haya, imekuwaje sasa mpaka msinishirikishe? Yaani mnaenda mnamnyanyasa mtoto wa watu, afa mnishirikishe wala nini? Oa, oh, mimi yule jamaa ujue nimetoka naye mbali, ujue Oh, dakika za mwisho pigo zenu mnakuja kuwa mnafeli. Oh, sasa sikilizeni wanangu. Kama mnataka ubaya, nyinyi semeni. Mimi mwenyewe bwana naweza vile vile. Msiwe nimekaa kinyonga wanangu. Mimi nasikilizia tu kwa sababu ndio hivyo tumekaa hapa tunapiga kazi nini mimi tunapata hela. Ila pigo zenu mnazoleta nyinyi sasa. Mnakuja kuleta pigo ambazo mnataka nyinyi mnibadilishe mimi akili. Oh, mimi mwenyewe mwanangu nimetibukwa kinoma yani. Okay, sawa sasa. Kwa nini mjanishirikisha yani? Kwa nini msinishirikishe kwenye ushuka kama hiyo? Yaani, mnaenda kumpa adhabu kama vile, kwa nini msinishirikishe? Bosi, nilikuwa nasubiria kijungu tu atoke. Unajua sasa hivi sina imani na kijungu kabisa kwenye kazi, na hata huyu mtu wake alomleta sina imani naye hata kidogo, na isi hata umzigo anaweza katutia hasara. Ivan. Unajua nakuamini sana Nauwaga na andaga game juu ya game. Unajua cha kufanya, inabidi ule mzigo uchukue na ule mtu umteke ili tumpime imani yake. Ndio maana kukubali. Bosi wangu, una vitu kichwani, una madini fulani hivi. Sawa, nimekuelewa. Tena bonge la good idea, nitalifanyia kazi chap kwa haraka. Unajua, unaongea sana kama Fatuma, kama mtoto anadai wa kike anadai mahitaji kwa mume wake. Sikiliza, unajua kabisa siwezi kufanya kitu chochote kile bila amri. Bosi anapotoa amri, ndio huwa mimi natekeleza kwa. Hata hichi nilichokifanya, bosi ndio amenituma hivyo. Kama unataka majibu ya maswali yako mfuate hivi, muulize, atakupa majibu ya maswali yako yote, lakini usiendelee kunipigisha kelele hapa, mtoto wa kike. Oh, mwanangu mimi najua wewe mkuda kinoma unajua wewe. Afu mwanangu wewe, wewe, wewe, yani piga zako nazo eta hapo mwanangu wewe. Nitakuja kukufanyia kitu mbaya unajua wewe. Mimi nakujua vizuri tu. Yaani wewe hapo, wewe ndio umesababisha mpaka ile jambo likatokea unajua. Yule jamaa mimi najua kabisa hawezi kufanya hivyo. Sema, ukuda kuda wako wewe, ndio unakuja kufanya hivyo. Ah, mwanangu huo uchao unaleta mwanangu. Afu ile kaza mwisho wanaume atuishi hivyo wala nini? <laughs> Unifanya mimi kitu kibaya? Kijungu. Kila mtu ana njia yake ya maisha. Kila mtu ana hatima yake. Huwezi kwanza, na yake kuniamulia kwanza mimi na hatima yake unajiamini nini? Na kama haipo sitaongea sana, ataongea huyu hapa demu wangu. Ukiendelea kubwata kama unavyonibwatia, sitoangalia mimi na wewe tumetoka wapi, sitoangalia nini mimi na wewe tulikifanya au tumevifanya vingapi Huyu ndo atakuwa mwamuzi wa kesi yangu mi na wewe. Kama utaendelea kupita kwenye njia zangu na kuendelea kuongea maneno machafu mbele yangu, kuwa makini, kijumgi. Maisha yanamlazimisha kuvunja sheria. Uh, ee kaka ah, safi tu. Uh, nipo nyumbani hapa kaka una <laughs> oh, uh, hakika unachokiongea au una, uh, unanitania? Kaka, kaka nashukuru sana, nashukuru sana najua unanipambania kwa kila kitu. Mimi nipo tayari kesho mapema sana, mimi naamka na, na, na, na, na, na, na kufata. We wechizi vipi mtani kwetu? Eh? Umetumwa? Najua sio mara kwanza kuona hapa hutoka kwanza. Unajiona kwa machizi wazio mpaka uja ukapa? Kuzozana machizi, mimi sije nikawa chizi. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>